Naapa kwa zama, hakika binadamu bila shaka yumo katika khasara, ila wale walioamini wali na wakatenda mema na wakahusiana kwa haki na wakahusiana kusubiri. Asr imeteremka Maka. Katika sura hii anaapa subhanahu kwa zama, kwa zilivyokusanya chungu ya ajabu na mazingatio yenye kujulisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na hikma yake, ya kwamba mtu haachi kuwa na upungufu katika vitendo vyake na hali zake, ila waumini wanaotenda mema na, na wakahusiana kushika haki, na hiyo ndiyo kheri yote na wakahusiana kusubiri na kuvumilia juu ya walioamrishwa wa na waliokatazwa. Na afa kwa zama kwa sababu ya maajabu mengi na mazingatio yaliyomo ndani ya yake. Hakika kila binadamu bila shaka yumo katika namna fulani au fulani ya kuhasiri kwa mujibu wa anavyoghinibiwa na pumbao na, na matamanio isipokuwa wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakatenda mema na wakadumu juu ya utifu na wakasemezana na kuhusiana kwa kushikamana na haki kwa itikadi, na maneno na vitendo, na wakahusiana wasubiri na wavumilie mashaka wanayoyapata wenye kushikamana na dini, basi hao ndio wenye kusalimika na hiyo hasara, wenye kufanikiwa duniani na ahera.